Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana was popping was trending kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusiana na hii story ambayo nimekutana nayo by the way, ni moja ya story ambayo ni ya moto kweli kweli. Na imenifanya niwaze mbali kwa sababu Denzel Trainer ni miongoni mwa watu mashuhuri kabisa kwenye upande wa mazoezi kibongobongo na East Africa anafanya vizuri sana, viongozi watu mashuhuri, lakini pia matajiri mbalimbali mbali, jamaa anafanya nao kazi. Sasa this time tumeweza kuona amesaini dili lingine tena kubwa na mtu mzima Diamond Platnumz. Hii ni miongoni mwa story kubwa kabisa ambayo imekuwa gumzo kwa sababu Denzel alikuwa anafanya kazi na Alikiba na this time kufanya kazi na Diamond imekuwa gumzo, maoni ni mengi. Watu mbalimbali wameweza kufunguka lakini pia kile ambacho wameweza kufunguka mwenyewe Denzel nacho hapa na kile ambacho Diamond pia amefunguka unaenda kifahamu. Kwa hiyo usiondoke. Na chemo yeah, ni yako. Je, yeah, unahisi huu ndo utakuwa ni mwanzo wa Diamond pamoja na Alikiba kuweza kufanya kazi pamoja kama wasanii lakini pia mbali na hiyo je, yeah, unahisi. Kwa kufanya mazoezi pamoja. Nini maoni yako, blog, kwa na pia chini akaja kupost post nyingine ambayo ameambatanisha na picha mbalimbali wakiwa kwa pamoja na Diamond. Na akasema, Diamond, kunipa moyo na mawazo ya juu ya kazi yangu. Kiukweli nilifurahi sana pindi uliponiambia kuwa unafuatilia kazi zangu na pia umekuwa ukinitolea mfano mara kadhaa kwa baadhi ya vijana wako wa kazi. Kiukweli nimeshukuru sana kwenye hilo. Akaendelea pia kusema, lakini kikubwa zaidi ambalo nimeondoka nalo kutoka kwako ni roho ya upendo. Diamond, nakumbuka jinsi ambavyo uliniambia, Denzel, naona na unajitahidi sana kuokoa maisha ya watu mbalimbali kwenye changamoto za afya na kuhitaji msaada ya kijamii akaendelea pia kusema kuwa nanukuu, kutoka kwako Diamond ukasema nisisite kuweza kukujuza kwa namna yoyote ile kwa watu wenye changamoto zenye mahitaji ya kusaidiwa, maana wewe ni msanii na kazi za sanaa hazidumu milele, na marazi hayachagui uwezo wa mtu mali, cheo, wala nafasi ya mtu. Kesho unaweza kuumwa wewe na watu pekee wa kukusaidia ni watanzania wenzako hawa hawa, hakuna mtu mwingine, huku ukisisitiza kwamba nisiache kukufahamisha kwa watanzania wenzako wenye changamoto hii, uweze kuwashika mkono kwa kidogo chako, maana hujui kesho yako. Akamalizia na kusema simba ni vioo vya jamii, wachache sana wenyeweza kuogopa kesho yao na kukumbuka kwamba wenzao wenye shida na kuhitaji msaada na kuombea kwa Mwenyezi Mungu, akujalie afya, akupe nguvu na akuongezee riziki, kaka ebana. Ni ujumbe mmoja mzito sana ambao Denzel ameweza kuandika, lakini pia nikaweza kuona Diamond akaja hapa chini aka reply kuacha comment yake akisema pamoja sana Denzel, Mwenyezi Mungu azidi kukufanikisha Amina. So watu mbalimbali nimeweza kuona wametoa comment zao. Kuna hawa wanasema congratulations kwa Denzel, kwa Denzel sababu this time tulink up pamoja na Alikiba na Alikiba kutanishi yao. Wengine wanasema hongera sana Denzel, umepiga hatua kubwa sana. So this time is a new partnership, ni miongoni mwa amazing jioni ambayo anaweza kuifanya trainer huyo hapa Denzel. By the way, tumeweza kuona ameweza kufanya kazi na Alikiba amefanya kazi na wachezaji kibao wa Yanga wa Simba, amekuja kufanya tena kazi na Simba mwenyewe amin Diamond. So huenda hii ikawa ni goody, good ways ya yeye kuweza kuwa kama sababu ya kuweza kuwakutanisha wasanii hawa wawili. Wengi wamekuwa kitamani kuweza kuona Diamond na Likiba wakifanya kazi pamoja kwa muda mrefu, lakini kitendo hicho ambacho kimeweza kutokea we never know kwa sababu tena ni mtu ambaye si unajua bana, anakuwa closer na wewe kuliko mtu mwingine. So so let's wait and and see na na nini nini ambacho kitahappen. Comment comment yako yako hapo chini, lakini pia nikukumbushe, please please please make sure una subscribe subscribe Tem TV. Hapa ndo sehemu ambapo unakuwa zote ambazo zina trend na kupop up kwenye mitandao. so, ya ya shout out kwa Denzel Trainer, umetisha kinoma mwanangu, all the best on your journey. Till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni Tem TV. bonyeza alama ya subscribe iliyo chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana